Kama tulivyoambia kwamba tutakuja kuwa na ugeni, na ugeni wetu tayari umekwishafika. Tupo tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Binafsi namjua naitwa nan, lakini ni vizuri kwa niaba ya Tanzania akajitambulisheni nana, anatoka wapi? Karibu sana uh. Asante sana uh, kwa majina naitwa Emmanuel Arthur Mfundo. Uh, ni mfamasia bingwa wa tiba na ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia Tanzania kwa mm, kanda ya kaskazini mm. hivi -hmm. Kumbe kuna chama cha wafamasia eh? E, kipo chama cha Wafamasia Tanzania ambacho mnakuwa uh, mnadiliana nini yani yani? uh, chama cha Wafamasia Tanzania, Tanzania kinaunganisha wafamasia wote mm. nchi nzima hadi, okay. wasiokuwa na ajira najiram amepiga kule kupiga wote <laughs> nchi nzima na Lengo kubwa ni kuwaweka pamoja eh, kwa ajili kwanza ya kuwajenga kimaadili mm. Lakini pili katika kushirikiana katika kutatua eh, eh, matatizo mbalimbali ya mbali, eh, kitiba. Mm. E, lakini pia katika kujadiliana namna gani ya kuendeleza hii taaluma ya ufamasia nchini mm, na ushirikiano na nchi zingine mbalimbali mbali. Ah, okay. E, lakini pia kujadiliana a, katika makongamano ya kisayansi ni namna gani bora ya utoaji huduma kwa wa, wa wa Tanzania mm, lakini namna gani ya kuzuia madhara yatokanayo na matumizi ya dawa mm, eh, kwa, kwa kwa wagonjwa wetu eh, kuendelea kutoa elimu dhidi ya magonjwa mbalimbali mbali, ambayo yanawaathiri wa Tanzania lakini pia dawa matumizi sahihi ya dawa, eh, eh, sahihi ya dawa na, na, na, na namna gani ya kuzuia uh, matumizi holela ya dawa mm, ambayo ya yanapelekea katika E, kuleta vifo kwa kwa magonjwa ya, ya muda mrefu na vifo kwa mm -hmm. kwa kwa Watanzania mm -hmm. e, kwa wafamasia wamegawanyika katika maeneo mengi ya kazi, kwa hiyo kila mmoja anakuwa anawajibika kutokana na na eneo lake. Kuna ambao wanakuwa hospitalini, kuna ambao utawakuta kwenye e, labda kwenye maeneo ya bima, kuna ambao utawakuta kwenye maeneo ya u, e, wanasema regulatory authority kama TMDA pharmacy mm -hmm. e, council E, wengine utawakuta wako katika maeneo ya risechi nimri mm. E, na maeneo mengine, wengine nawakuta kwenye pharmacy, hizi community pharmacy mm. E, kwa ajili ya kutoa huduma moja kwa moja kwa, kwa, kwa wagonjwa. Utawakuta viwandani ambapo okay. e, wenyewe wanashiriki katika utengenezaji wa dawa, kwa hiyo kila mmoja anakuwa amejigawanya Mm. Kutokana na, na, na ubobezi wake hivi mm -hmm. Yes. Uh, nyii ambao nini ni wafamasia samani ni, namba nianzi nipe ni, ni, ni uelewa kidogo uh, mnapokuwa mnasomea ufamasia mnakuwa mna, mna, mnasomea kwa ajili ya kuweza kutibu binadamu tu au kuna in, inakuwa ni general kwamba kuna mfamasia ambaye ni maalum kwa ajili ya wanyama, huyu ni kwa ajili ya binadamu, labda huyu ni mfamasia wa, wa, wa, wa vitu vingine Uh, no kwa kwa Tanzania kwa taaluma yetu uh, ya ufamasia sana tunazungumzia tuna kuhusu matibabu ya binadamu mm-hmm. Lakini pia uh, kwa upande wa wanyama uh, zile dawa zote ambazo zinatengenezwa, zote dawa ambazo wanatumia wanyama ni dawa ambazo pia uh, zinatengenezwa na wafamasia v okay. Eh, kwa hiyo tu ni tofautiana kwamba hii ni, ni industry ya ya ya veterinary medicine kwamba mm. Eh, tunatengeneza dawa za za wanyama kwa sababu utazingatia hapo eh, dozi ya, ya mnyama na dozi ya binadamu itakuwa tofauti, na upande ule pia kuna wafamasia eh, na upande huo pia kuna uh, kuna interaction ya mfamasia katika utengenezaji wa dawa mm. Eh, na pia mfamasia yupo kwenye hilo eneo eh, la, la, la, la kutoa ushauri juu ya matumizi Eh, sahihi ya dawa kwa upande wa, wa, wa wanyama mm -hmm. Eh, sasa hivi kuna kitu tunakiita one health. yeah. Eh, upande wa mifugo upande wa kilimo na upande wa binadamu unaunganishwa mm. kwa pamoja wote kuwa na kama stop center moja. Eh, stop center ili kuhakikisha kwamba dawa zinazotumika kwa wanyama dawa zinazotumika kwa eh, kwa binadamu na hata zinazotumika katika mazao ya kuua vijidudu vinazoteketeza mazao na yenyewe mm. Zote tunajadiliana kwa pamoja mlajini, eh, na, na, na kwa sababu zote zinamhusu mlaji, ni mmoja ni binadamu, na inawezekana kwamba kukawa na athari pia kutoka upande mmoja kuja katika upande, yes, hasa eh, kwa sasa kunaonekana kunakuwa na kuna kuna ongezeko la usugu wa vimelea vya vya, vya magonjwa dhidi ya dawa hasa mm -hmm. za antibiotiki. Emmanuel wa, wafamasia ni, ni, ni, ni binafsi au iko chini ya serikali? Mfamasia ni mtu ambaye ame, amesoma kwanza ufamasia. Kwa hiyo ile kusoma ufamasia ni personal. Okay. E, kwamba umeamua kwenda e, kutokana na ufaulu wako na una passion, unasema naomba nataka mi nikasome una apply kwenye vyuo mm. unapata na na baadae una unafaulu mitihani mpaka unafika mwaka wa nne kwa, kwa vyuo vya Tanzania unafaulu, unaenda mafunzo kwa vitendo mm. kwa mwaka mmoja, halafu unatakiwa kwa lazima, I mean, kwa hiari yako we mwenyewe, lakini ni lazima ili uwe mfamasia sasa kamili, ni lazima usajiliwe na baraza la famasi ah, okay. Ehe, kwa sasa ukishasajiliwa na baraza la famasi, wewe ukapata leseni ya kufanya kazi kama mfamasia sasa, hilo ni chaguo lako mm. uende uwe ukafanye kazi na serikali au binafsi upate ajira, ajira au ufanye binafsi mm -hmm. na katika binafsi unaweza ndio hivyo kafungua famasi yako na ukaendelea kutoa huduma, lakini hizo famasi bado utazisajili, zitakuwa chini ya usajili wa serikali mm. Eh, kwa hiyo wote mpo chini ya mwamvuli mmoja wote eh, tupo chini ya mwamvuli mmoja kwa... Eh, lakini kwa upande famasia, kwa kwa umoja wa chama cha Wafamasia tumeendelea kuongezeka kwa maana ya wafamasia ambao wanaendelea kuingia umoja. Sasa tuna approach wa famasia karibu 1500 na zaidi mm. E, ambao kwa pamoja tunaungana kwa ajili ya, ya kutetea E, maslahi kwanza ya famasia, lakini pia e, kwa ajili ya kuungana kwa ajili ya kutoa huduma E, bora kwa, kwa wananchi. Kwa hiyo kuna wafamasia ambao hawapo katika chama, e, kuna wafamasia ambao hawako kwenye chama, kwa sababu ni chama cha hiari ile niile, sio, hulazimishwi kuwa mwanachama, lakini unaomwa kuunganisha nguvu kwa ajili ya umuhimu wake. ah, okay. shukran yes. sana kwa maelezo haya Bwana Dr. Emmanuel, shukrani sana bwana, asante sana, tumefurahi <laughs> na tume, tume, tume, freena, tunatamani sana kuendelea kuzungumza sababu kuna mengi ya kutaka kujua, na haswa jamii yetu ya Tanzania, naamini ya kwamba ilikuwa ina mengi sana ya kutaka kujua lakini kwa sababu tunaamini kwamba upo Sao, na saa. Ukiwa kama katika chama cha wafamasia tufikishie salamu zetu kwa wafamasia wote, waambie tunawapenda saa, na tunawahitaji bado, tuendelee kuzungumza nanyi hata hata mwaka huu tume kama watu wa kaskazini mm, tumevuta ile kongamano mm, la kitaifa litafanyika mwezi wa sita. ah, okay. Tarehe kumi na moja mpaka tarehe kumi na tatu. Hilo la wafamasia, wafamasia. Ah, okay. Na tunategemea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. Mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan awe mgeni rasmi kwenye hili kongamano. Kwa hiyo mm. uh, wafamasia wote maanake tutakuwa Arusha ah, okay. o, Tutakuja Redio 5 hapa karibuni sana eh, kipindi hicho kikifika, au kipindi cha kampeni mm, eh, tutakuja tu, tu, tuone namna gani tunaweza kufikisha ujumbe kwa kwa wafamasia.